Tukiachana na masuala hayo ya ajali, wanafunzi wa shule kadhaa za umma katika eneo la Angata Barrikoi kaunti ya Narok wamekosa kurudi shuleni kutokana na taharuki ya usalama katika sehemu hiyo. Huku baadhi ya shule zikiendelea kutumika kama hifadhi ya wakimbizi wa mapigano, nyingine zimeshindwa hata kufungua kwa hofu. Crispin Otieno alizuru huko Transmara na anatuarifu zaidi. Jumanne asubuhi katika shule ya msingi ya Siteti katika wodi ya Angata Barrikoi, hapa hakuna mwalimu wala mwanafunzi aliyeonekana tangu shule kufunguliwa Jumatatu. Kila darasa hapa limegeuzwa kuwa sehemu ya kusitiri familia zilizotoroka vita. Janet Rono mama ya watoto sita, ni miongoni mwa waliopata hifadhi hapa hali ya wanawe sio nzuri kabisa, kwa makali ya njaa na ugonjwa. Tuko na taabu, tunaishi shule paka lini? Watoto wataenda lini shule? Kama mimi sahii niko na watoto sita, wengine wako sekondari na sahii ninaishi kwa shule, hakuna kibarua ninaenda. Makao haya ya muda hapa yakimaanisha kuwa hakuna mafunzo yanayoweza kuendelea hapa kwa sasa. Kwa kawaida hapa ni darasa la gredi ya tano ambalo wanafunzi wangepaswa kuwa hapa leo, ila kutokana na jinsi hali ilivyo, eneo hili limegeuzwa na kuwa makazi ya wakimbizi. Familia ambazo zinaishi hapa zinasema kwamba kamwe hawatarejea mahali walikotoka kutokana na usalama wao. Sasa watoto wetu wanateseka kweli kweli, tunaomba serikali yetu hararuto atusaidie. Akura, sai, hali ikiwa sawa. Kilomita tano hivi katika upande wa Lolgorian, shule nyingine pia imewachwa mahame. Mara ya mwisho wanafunzi kuonekana hapa ilikuwa mwezi Novemba mwaka jana. Shule ya Oloito nayo pia ikiwa katika hali sawa. Hata hivyo, hali tofauti kidogo katika shule ya Sankale wanafunzi wachache waliripoti kuanza muhula wa kwanza wa masomo. Muungano wa walimu Kupet, tawi la Narok sasa ukiwaamuru walimu kutorejea Angata Barikoi hadi hali itakapokuwa shwari. Walimu wetu wote, hakuna mtu hata mmoja ambayo tutaruhusu kama chama kwenda pale kufanya kazi ama kulazimishwa kufanya kazi hadi usalama iweze kuimarishwa. Kwa sasa operesheni ya usalama ingali inaendelea, Kando na amri ya kutotoka nje kuanzia saa 12 jioni hadi asubuhi. Crispino Tieno, runinga ya Citizen Trans